Ndugu viongozi na wanamichezo, kutokana na umuhimu wa michezo na sanaa, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuendeleza michezo na sanaa katika ngazi mbalimbali nchini ikiwemo, moja, kuendelea kuimarisha michezo katika ngazi zote za elimu, ikiwemo kuratibu mashindano ya michezo ya Umoja wa Michezo na Taaluma katika shule za msingi sekondari na vyuo ili kuibua vipaji vya michezo kuanzia ngazi za chini sambamba na kuanzisha shule za akademia za michezo mbili. Kutenga shilingi bilioni kumi na moja kwa ajili ya kutekeleza mpango wa kuboresha miundombinu ya michezo katika shule za sekondari hamsini na sita ikiwa ni awamu ya kwanza ya mpango huo, na mpango huo unatekelezwa kwa lengo la kuweka mazingira mazuri ya michezo na sanaa nchini kwa ajili ya kuandaa wataalamu na wana michezo mahiri Tatu, kutenga shilingi bilioni thelathini na mbili kwa ajili ya kuimarisha chuo cha maendeleo ya michezo cha Malia, ambapo akademia ya taifa ya michezo itaendelea kujengwa. Kituo hiki mahiri kikikamilika, kita kitawanufaisha wanafunzi wana michezo wanaonyesha vipaji katika mashindano haya. Nne, kuanzisha mfuko wa maendeleo ya michezo unaolenga kusaidia shughuli mbali mbalimbali za kimichezo nchini. Tano, kuanzisha wakala wa usimamizi wa miundombinu ya michezo nchini Yaani Sports Infrastructure Management Agency, kwa kifupi SIMA, ambayo kazi yake itakuwa ni kusimamia miundombinu yote ya michezo ambayo kwa sasa serikali ya awamu ya sita inaitengeneza nchi nzima. Sita, kufufua mfuko wa sanaa na utamaduni wenye lengo la kutoa mikopo yenye riba nafuu ili kuimarisha kazi na ustawi wa wasanii. Mfuko huu mpaka sasa hivi umetoa zaidi ya shilingi bilioni tano kwa miradi mbalimbali mbali ya sanaa na umetengeneza ajira nyingi ambazo hazikuwepo kabla ya kuwepo kwa mfuko huu. <coughs>